Katika Uislamu zimekuja aya takriban zaidi ya nne ndani ya Qurani tukufu zinazoharamisha mziki na nyimbo. Aya ya kwanza katika suratu Luqman. Sikiliza vizuri na uandike nambari ya aya, ni aya ya sita. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala anasema

Sasa kipolopolo twanga pepeta anazizungumzia ndani ya aya hii ya sita katika surat Luqman. Anasema kuna watu makundi maalum, wapo wanaonunua maneno ya kipuuzi, wanauza na kununua maneno ya kipuuzi, lahwa lhadithi lengo lao wapotosha watu na njia sahihi ya Mwenyezi Mungu, tena pasina ilmu ya aina yoyote. Tena baya zaidi mambo yote yanayohusiana na, na Mwenyezi Mungu na mtume wake na Qur'ani yake wao ndio wa kwanza kuvipuuza na kuvidharau. Ulaika hao wapashe, ewe Muhammad, wape habari zao. Lahum adhabun muhin, watapata adhabu yenye kudhalilisha. Hakusema adhabu kali

Sahaba aliyohifadhi Qurani yote, sahaba aliyepata bahati Mtume anapotaka kusikiliza Qurani anamwambia nisomee, hakika yangu napenda kusikia sauti yako. Walimfuata masahaba na kumuuliza aya hii inayopatikana katika Suratu Luqman aya ya sita ilishukia juu ya jambo gani? Sikilize Abdullah Ibn Masud anasemaje: Wallahi alladhi la ilaha huwa lghinau huwa lghinau huwa lghinau. Ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye hapana mola zaidi yake, aya hii imeshukia juu ya nyimbo imeshukia juu ya nyimbo imeshukia juu ya nyimbo. Ndugu Mwislamu, njo sasa kwa matabiina wakubwa akina Saidi Ibnu Jubair, akina Mujahid, akina Ikrima wanasema, Alhasanu Lbasri anasema na yeye aya hii, Mwenyezi Mungu aliposema maneno ya kipuuzi alikuwa anakusudia alghinau walmazamir, nyimbo na nai